Na na furaha kuwajulisha ndugu wanahabari kwamba kituo cha uwekezaji kimesajili miradi 372 ikiwa ni ongezeko la asilimia 11.04 ukilinganisha na miradi 335 iliyosajiliwa mwaka jana katika kipindi hicho. Lakini pia thamani ya miradi ambayo imesajiliwa na kituo cha uwekezaji imeongezeka kwa asilimia 31.9 ikiwa sawa na dola za Kimarekani 3.7 bilioni ukilinganisha na dola za kimarekani 2.8 bilioni kwa kipindi kama hicho mwaka jana, lakini pia miradi hii inatarajiwa kuzalisha zaidi ya ajira elfu arobaini na moja. Na katika miradi hiyo, miradi 113 sawa na asilimia 30.37 inamilikiwa na Watanzania miradi, 10, miradi 73 asilimia 19.63 inamilikiwa na ubia kati ya Watanzania na wageni na miradi 186 na wawekezaji kutoka nje. Uh, jumla miradi inayomilikiwa na Watanzania au Watanzania walioingia ubia na wageni ni miradi 186 ikilinganishwa na miradi 186 ya wageni. Uiano wa asilimia hamsini kwa hamsini. Na miradi hii 372 kama tunavyoona kati ya Januari na Mei 2025 inaleta miradi mitaji ya dola nukta tatu saba 55.41 bilioni na ajira zaidi ya elfu 41 katika, katika nchi yetu. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa, jambo la kupongeza na tunapenda kuchukua nafasi hii pia sana kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa mafanikio haya makubwa ya miradi iliyosajiliwa. Sekta zinazoongoza Uh, katika usajili wa miradi kati ya Januari na Mei 2025. Sekta ya kwanza ni sekta ya viwanda yenye usajili wa miradi 156 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.4. Uh, miradi ya usafirishaji uh, uchukuzi, miradi 56 yenye thamani ya dola za Kimarekani 337. Sekta ya kilimo imeshika nafasi ya tatu yenye usajili wa miradi 40, dola za Kimarekani 800 49. Utalii ikiwa ni ya nne yenye miradi 39 yenye thamani ya dola za Kimarekani 107.26, na, na ujenzi wa majengo ya kibiashara ikiwa ni ya tano yenye miradi 36 ikiwa na thamani ya mitaji ya dola za Kimarekani 160 milioni. Kwa nadhani ilikuwa ni muhimu sana sana pia uh, kuainisha uh, sekta ambazo zimeongoza uh, kwa uh, uwekezaji: sekta ya viwanda sekta ya kilimo, sekta ya nishati, sekta ya usafirishaji pamoja na miundombinu ya kibiashara. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo tumeona uwekezaji mkubwa sana katika uh, mwaka uh, katika mwaka huu kuanzia mwanzo wa mwaka hadi sasa, lakini pia katika kipindi husika uh, ningependa kusema kuhusu mikoa ambayo imefanya vizuri pia katika uwekezaji. Mkoa wa Dar es Salaam uliongoza kwa miradi mia moja thelathini na nne mkoa wa Pwani ukifuatiwa na miradi tisini mkoa wa Arusha na miradi ishirini na tisa mkoa wa Dodoma miradi kumi na nne na mkoa wa Geita na Morogoro imefungana uh, katika namba tano uh, ikiwa uh, na miradi kumi na tatu kila mmoja na tunaamini uh, wiki hii ambapo daraja uh, kubwa kabisa la kihistoria la Kigongo Busisi kuelekea Geita linapozinduliwa na, na Mheshimiwa Rais, uwekezaji utazidi kuongezeka katika mkoa wa Geita, hasa pia uwekezaji ambao unaongozwa na wawekezaji wa ndani. Uh, jitihada na mafanikio haya uh, ya Januari mpaka Mei 2025 yametokana na sababu kadhaa. Sababu ya kwanza kabisa ni uongozi mahiri na thabiti wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mwanadiplomasia mwana namba moja ambaye amekuwa mstari wa mbele kuwawezesha Watanzania lakini pia kuwatafutia fursa Watanzania ndani na nje ya nchi ili waweze kumiliki uchumi wao wenyewe. Na tunapoona zaidi ya asilimia hamsini ya uwekezaji mzima unaofanyika nchini unatokana na wawekezaji wa ndani, na hii ni ubora kabisa wa uongozi. Uh, wa serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini jambo lingine ambalo uh, limejitokeza na ni muhimu na lenyewe kulizungumza ni fursa uh, kwa Watanzania ambao wamefanya uwekezaji kupata masoko ya bidhaa zao nchini Japan. Kituo cha uwekezaji kimepata mshauri um, Mtanzania ambaye yuko ndani ya kituo cha uwekezaji kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wanaotaka kupata masoko ya bidhaa zao nchini Japan na huduma hii itatolewa bure. Lakini pia kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Japan JICA, kuanzia mwezi wa saba tutakuwa na afisa kutoka Japan ambaye atakuwa katika kituo cha uwekezaji mwenye jukumu la kuwasaidia Watanzania wanaotaka kupeleka bidhaa zao nchini Japan. Watakusaidia sehemu gani, ya kupata masoko ni kwa namna gani ya kupata masoko, namna gani biashara yako unaweza kuipackage, na huduma hizi zitakuwa zinatolewa bure, zikilipiwa na kituo cha uwekezaji.